kucheza na kufuturu na watoto marehemu yani watoto waliofiwa na wazazi wao. Hey, kwa hiyo tukakutana pale wasanii kwenye mwaliko. Basi nimekuja na mashauzi eh, tukitoka hapa kwenye mpira sawa, tuende nsuzi kwa hiyo nitaka kabisa Sakina ulioka tena nikamkataa mda huo, unajua nsiwe Mauti pot una stand ya vipi? Nikamwambia dada alishawalipa hela mauti pot yenu hayo kaneni usafi kila kitu ya line huyo, mimi naenda kuangalia mechi. Sio shida zangu. Mpira ni kutoka damuni au kwa sababu tu chama lako lipo ndio maana unaamua kuja kusupport? Ah, mimi mpira nilikuwa natazama toka zamani, mpira wa makaratasi nyumbani, umeelewa? Tunaendaga uwanjani timu zetu za Uswahilini, kaka zetu ndio kuapa support wadogo zetu. Fanya kama wewe bibi huyo kata funua, maisha yanaenda, sababu kuna mtu na mawazo kama hivi. Tunakuja kukutana na watu mbalimbali, mnasalimiana, mmekutana na mtu umesoma naye, mmekuja kukutana naye tena, maisha kama haya. Inanipendeza eh Ukiachana na timu la mata urudi, mm. kwe kwenye timu za ligi kuu, timu gani unashangilia? Mimi ndio mpaka dakika ni dakika, jinsi gani, kama hakika au wapi? Kwa nini unasema hivyo? Sisha kwambia timu yangu la mata sasa, unaniambia ligi kuu, ligi kuu ipi? Eh, inamaanisha kwamba Simba Yanga Azam huko. Mimi wewe wa uogopi? Sasa eneo langu namwachia nani na liko wapi? Wamekuibia tu jamani, tuse... tikiti bovu liko shambani mwako. Hey, na mimi wale familia yangu. Mi familia na mimi wale kaka zangu na mimi ndo dada yao wa mjini, dada yao pambe. Babu yangu chinaduku la malemu baba yangu Ahmad Salum namzungumzia mwanaisha Ali sio, umeelewa? Ndio maana yeah. Tarehe nane watu wengi wamekimbia bwana wewe, mimi mwenyewe, na ndio maana sikufunga, nikwa sababu ya kuumwa. Simba walikuwa alikuwa wanacheza, sisi wanawake Simba tukicheza. Haya, kuna mfungo tena hapa na maana hizo, mfungo wangu nizo tatu hizi nitazilipa mimi mwenyewe. ile leo, leo, leo mpiga mtu sita kule, na wakasema kwamba wewe, ile zile ziko za kwenu nini, by by by by force by king, yani by force king king, tunao ntazilipa ntavojua mimi mwenyewe bin tuna yanib kistaili wanavyotaka si ndo tunapopenda, wanavyokuja sio tunapopokea au kikataa, na sisi sio shida zetu. Wakipenda na sisi tunataka, wakituona wa nini sisi tunaona wao wakazi gani? Habari ya mjini ndo hiyo eh. Tutakutana stendi, kila mtu anapanda gari lake, kama Mbuguruni, kama Mbagala, kama Temeko, utajua wewe. Msemaji wao anawaambia kwamba msipovunja kanuni, mnahusika magoli matano au sita, wanalipa wanalipa, kwa timu nyingine, yani watavyoshindana nao, twende tuone muda tunao, bado tupo, tusubiri hiyo siku na hiyo tarehe nao. mm. Na wewe unaona nini? Turudi kwanza, unaona ishu ya Nicole inaendelea huko mtaani na, ni, na kashikiliwa na vyombo vya dola. Kwanza mimi nimesema, kwanza imependeza kwa sababu binadamu sisi jamani, kuna watu yeah. wengine wanafanya kazi kwa waindi yeah. mtu anafanya kazi site ana watoto wake mtu yeah. anapocheza mchezo anakuamini kijumbe ela yeah. e inauma, nasikia mtu kapigwa jiwe kadondoka max lota hiyo sababu mjuu mtu lake kaipatia vipi lake mtu kaipatia tabu, na mtu anapocheza mchezo ana malengo yake. Sasa kile mtu anadaiwa kodi na vijumbe vipo kwa babai, nipe mtu wa 10 na shida nisikuse, mimi ndo kijumbe ndo shako mbaya, napokea mtu wa 20 na ukikataa mchezo, hela yako uipate. Sasa hela yangu nalipa kwa wakati, kwa nini hela yangu asinipe? hela ule kapeleka kwa China, wa China sisi tutatupa hela zetu, tutapita duka hadi duka lipata kutengeneza shape umetuelewa kipengele hicho. Oh, sasa lile gari lake kwa nini sipigwe mnada? Alionyesha na ile nyumba watu wakapewa hela zao, jamani. Kimo na mtu anaweza akampiga mwenzie jiwe kwa bahati mbaya afu akalala hela inauma, hela tamu, alafu hela, alafu hela mtu iogope. Wewe wewe muone hela mtu aogope, hela mtu hajaiogope yule dada kiboko. Mimi hela yangu by force by king. Yaani yule ungekuwa namdai tena mimi kila atakapokutana mimi naye tunapigana. Hivi hajaikuwa mshikaji wako yule? Eh? hajawahi kuwa rafiki yangu wa karibu, lakini kwenye swala hili jamani, sisi hmm. wanyonge hmm. hali zetu za chini yeah. tupo hela za watu watatoa kistahili yoyote, hata anachangia eti wamtoe kule kwanza. Sasa kwa nini wasiochangia watu wakapata hela zao kwa wakati, kama kwa kweli waungwana? Ni kweli wajafanya baya nzuri Ni tu lakini wachukue kidaftari chake sikijumbe na kidaftari yeah. Mama Asha anakudai aya, mama machapta kibamba mpishi helake alikuwa anakupa kwa wakati, ndio bei gani? Anakudai milioni, wapige mahesabu, ipatikane hela au wadau wachange, ipatikane hiyo hela. Waitu wale watu hata wapunguziwe. Huyu anadai milioni apewe hata laki nne, huyu anadai laki tano apewe laki mbili. Pumzika, ngojeni msimu mwingine, tutatafuta tafuta, atatafuta atakuwa anawapunguzia kidogo kidogo. Akibaki ndani hela atalipa vipi? Hadhaminiwe atoke akatonesha hizo vitu vyake vya samani tuuze. Madalali tupo fridi, inapigwa mnada kwa hasa oh. unasemaje? Mimi kama picha ninayo sio shida zangu, akikimbia yako kuna mali uogope. asikia akapatikana airport <laughs> we uogopiaeda Eh, wewe fanya <coughs> kama ulipoepo huyo mtu, lakini amekosea kusema, kwa mpenzi wa Mungu amekosea sana, sio binadamu na wala sio ungwana, ali ngumu jue. Ramadhani ya mwaka jana mwaka juzi tulikuwa tunaalikana, lakini Ramadhani ya mwaka jana, mwaka jana, lakini mwaka huu, uwezi amini mimi, huu mimi mfutulisho huu niopata kwa sakina ulioka ngali ngali, amini mimi nakwambia, ila kuna watu wanaamini kwamba kwa sababu mtu akisema akualike, una watoto watatu, dada yako marehemu amefariki akuatia kwa kwa watoto wanne. Mmoja amejifungua naye ana watoto mapacha. We mwenyewe una wawili. Una dada wa kazi. Haya, shoga yako akakuta mwenyewe ana watoto wake wanne, wanakuwa watu wangapi? Wengi mtu anakufutalisha hawezi. Na tushukuru msikitini. Tunasema alhamdulillah. Kuna mida mingine mambo akiona mbaya mnasikilizia tu. Azana sanga pia, saa ngapi? Saa kumi. Bado masaa mawili. 12 mtu moja mkaswali, nafutali tena huko huko, kuna udingani kwako kama unatuchecha kwako unapika daku maisha yanaenda. Inaswi au haiswi? Eh, eh, twende ndo tuone kwa Nicole. Kuna Nicole, kwa kuna kuna watu wanaamini kwamba Nicole, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanachangia, wamemwangusha, labda hawakulipa kwa wakati, ndio maana wameshindwa kuwapa wengine. Sasa mambo yake si kwenye simu, mtandao ni mkubwa, mtandao uko lele, lele, mtandao wa uyumbi yeah. Mambo kwa wakati, hela inavyotumwa hela ya kwenye simu yeah. Kwanza ukichelewesha, unashusha sio hela kama kawaida ile, kama kwenye kidaftari. Hela ya kwenye simu mtandao, mimi na kuna watu wanacheza, ninawajua na mwonaga, mtu anapoa ikipita saa 2 na dakika 5, mtume miazime. Baadaye mimi kuna mtu ana hela yangu atanitumia, na shushwa muda wote, sio umeelewa. Kama ulikuwa mtu wa 5 au mtu wa 7, unatakiwa utume dakika zile zile au uwai. Sasa kama mtu alikuwa anakupa kwa wakati, kwa nini wewe hela we, ameipeleka wapi hela yote hiyo? Watu hawajatoa majina, si anayo jamani, majina haya hapa Huyu hajatoa na wiki, huyu hajatoa, watu wanapiga bagen, itapatikana tu total. Okay, turudi kwanza kwenye timu yako eh. Baada ya kugomea, msema kwamba hamchezi tena na wao, wanataka mpangiwe siku nyingine mcheze, je, upo tayari kuona timu yako ikicheza tena Simba? Mimi niko tayari, niko tayari na tunapenda, si mimi peke yangu, kwa sababu Yanga ulo kweli, mgini, na Simba kusema ulo kweli ndio timu kubwa hapa mjini na mikoani yote. Kwa hiyo watatuboa, yani watawakela watu, kusema ulo kweli, wakae kama kuna kikao, wakae wazungumzwe, mambo yakae mezani basi, ipangwe tarehe watu waingie mzigoni, lakini taarifa ya kilabu kwamba wanataka zile alama tatu za mezani wapewe na hataki kucheza mchezo mwingine na Simba. Wewe unapingana na viongozi wako? Mimi yeah. Sipingani nao, lakini kwenye mkubwa akosei ni mkubwa pia anakosea. Kwa hiyo unajua, mashabiki ndio mnawavuruga, msomeni. Furaha yako ilipo kwenye mchezo au kwenye alama tatu, hmm? furaha yako ipo kwenye mchezo kwamba uone mkicheza au na? Mi furaha yangu nikiona mchezo, sababu hata alama tatu tukiongea tatu tatu ni nini, tatu jina la mtu au tatu namba? Kikubwa uone mchezo, habari ya mjini ndio hiyo, sababu watu wanaboreka, one Simba na Yanga kicheza mji unasisimka hmm? na talenta kwa shamaliza, niko lele lele mama kipenzi changu hivi, sina homa homa za hapa na pale, siku zangu sitakwashapita, mama kipenzi huyu, mkeka hapa wala mambo yako hot hot, fanya kama unaona. Mimi nikushukuru sana ah, asante Shamashauzi suka kaka ka nyuma jamani, ah, hmm, mekuja na Shamashauzi eti eh, yuko ndani naye na timu la Mata, yupo na Sakinloka naye kachoka. Tungekuja naye tungemtutusa naye tuje kumpa joto, sababu yeye mwenyewe ametupa futari jioni, kuja kumpa joto, kasema kachoka. Unaweza kutarajia hata wachezaji watatu tu wa timu la Mata walioko ndani. Ni ni, naomba nitajie basi timu ya wachezaji wa lamata ambao wapo ndani wanapambana sasa. Jamani, nimekwambiaje? Ipo kru nzima. Kuna yaani, tumejibagena, washangiliaji ili tuweze kucheza wote. Sisi wengine tutapiga pigelegele, msiniumezie kata fulua, wengine wako uwanjani mambo ya kwa moto manafanya kama unaona, fanya kama ulikuwepo uwanja. Wewe uogopi? Ile kushtuka tu bure, sishtuki. Nitakuta neno la kuogopa, neno la kwangu mwenye nazaje kuogopa? Neno la kwangu mimi mwenye nazaje kuogopa? Ile kushtuka sishtuki hata saa za usiku. Wewe uogopi? Nakwambia unalilia yako by force, by king. Nasubiri ushindi tupate kuondoka na Kigoma. Shukran sana ah, asante kaka.